Facebook Marketplace, wengi mnaifahamu nadhani. Mtandao wa Facebook ni mtandao na ambao unafahamika sana. Sasa kuna hiki kipengele ambacho kipo Facebook cha Facebook Marketplace, hii ni sehemu ambapo naweza nikasema ni kama duka la mtandaoni na ni kipengele ambacho ni muhimu sana sana, rafiki yangu, kwa hiyo na ambao nafanya biashara katika mtandao wa Facebook. Yani, kama unafanya biashara Facebook alafu hautumii Marketplace, elewa kwamba kuna wateja wengi sana ambao wanapishana nao kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa sana wafanya biashara unakuta wafanya biashara mdogo wakati wa kawaida wengi sana wanafanya biashara kupitia facebook marketplace magrupu ni sawa yanakuwa na wateja pages ni sawa zinakuwa na wateja lakini sasa hivi facebook marketplace rafiki yangu ni na ambayo ni muhimu sana ambayo itakiwi kuweza kupuuzwa sasa hey, facebook marketplace kuna baadhi ya vitu kidogo vya kuweza kuzingatia kwa sababu kuna namna ya kuweza kuweza kuseti Eh, kama ni bidhaa au kama ni ile huduma kuna, kuna, kuna, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakataliwa na vingine ambavyo vinakuwa vinakubaliwa, kwa hiyo lazima kuweza kuelewa jinsi gani na kuweza kutumia Facebook Marketplace ili kuweza kuhakikisha kwamba una list zile bidhaa ambazo zinakuwa zinakubaliwa lakini katika ile namna au katika ule utaratibu ambao unakuwa unatakiwa kiujumla. Kama unatumia Facebook Lite, jitahidi sana kuweza kutumia Facebook ile ya kawaida ile yenyewe kabisa. Achana na kutumia Facebook Lite. Asasa kwenye biashara na ambao unatumia unatumia mtandao wa Facebook kuweza kutangaza biashara yako epuka sana kuweza kutumia Facebook Lite, tumia Facebook ile ya kawaida. Facebook Lite, inakuja, kuna, kuna, kuna baadhi ya vipengele vingi sana ambavyo unakuwa unavikosa. Kuna features nyingi sana ambazo unakuwa unazikosa. Kwa hiyo ukitumia ile Facebook ya kawaida, utaweza kuona hicho kipengele cha Marketplace, na ukiangalia utaweza kulisti, au kuweza kuweka zile bidhaa zako pale. Maana kama utakuwa unaweka picha za bidhaa zako, ukishaweka picha utakuwa unaweka pale maelezo, ukishaweka maelezo unaweka bei kila kitu nakuwa na kiweka pale jinsi navyotakiwa. Sasa, kama wewe ni mtu ambao unataka kuanza kujifunza zaidi jinsi ya kuweza kutumia Facebook Marketplace kwa ajili ya kuweza kutangaza biashara yako, usisite kuweza kuwasiliana na sisi, kwa sababu tupo kwa ajili ya kuweza kukusaidia hilo. Unakuja tunakupa taratibu, kama utakubaliana na taratibu tunafanya kazi, ndio jinsi ninavyokuwa. Lakini pia unaweza kujifunza kupitia majukwaa mengine mtandaoni, kupitia kusoma vitabu na vitu vingine kama hivyo ambavyo vitakuja kukusaidia kuweza kufahamu zaidi. Lakini cha kusisitiza ni kwamba Facebook Marketplace ni sehemu ambapo pana uwezo panaweza kuweza kuletea wateja wengi sana ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo, zingatia sana hilo. Leo unapoenda kutangaza biashara yako Facebook, ifikirie Facebook Marketplace angalau listi pale bidhaa zako mbili tatu kila siku, listi bidhaa zako mbili tatu kila siku, siku. Unavyozidi kuongeza zile bidhaa nyingi ndio ambapo unapotengeneza mazingira kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Na uzuri ni kwamba e, ukilisti bidhaa yako leo kuna uwezo wa kuweza kurenew kwamba ukisha list leo umeiweka katika Facebook Marketplace, kuna uwezekano baada ya siku saba inakuwa ni wiki moja, kisha pita wiki moja, basi unakuwa naweza ku renew tena ile ile post yako au bidhaa hiyo hiyo list yako iweze kuonekana zaidi tena. Kwa hiyo ukisha post leo, unasubiria itatembea ndani ya wiki moja. Baada ya wiki moja, Facebook itakuja kukuletea notification ya kuweza ku renew tena. Kwa hiyo kisha renew moja kwa moja, itaendelea kuwepo hewani mpaka pale ambapo zitatimia tena zile siku saba. Kwa hiyo ni sehemu ambapo unaweza ukapata wateja wengi sana kwa urahisi, lakini pia ni sehemu ambapo kuna fursa nyingi sana ambazo unaweza ukatafuta bidhaa. Kama wewe mtu ambao anatumia Facebook kuweza kutafuta bidhaa za aina fulani fulani, pia unaweza ukaenda Marketplace kuweza kutafuta bidhaa za aina tofauti. Eh, kuta, kwa kwa tofauti tofauti, sababu kule unaweza kukuta na bidhaa ambazo uzuri wa bei zinakuwa zinaelekezwa gharama za kuweza kupata bidhaa mbalimbali mtandaoni kwa hiyo kwa hiyo mfanya biashara inakuwa na faida lakini pia kwa wewe mtu na ambaye unatumia tu Facebook bitha, uluma, kwa ajili ya kuweza kutafuta bidhaa, kuweza kutafuta huduma, pia kwako ina faida. Zingatia sana hiyo, usisahau kuendelea kujifunza zaidi jinsi ya kuweza kufanya biashara mtandaoni. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Musabskilld Digital Marketing Tanzania, lakini pia kuweza kutufollow katika mitandao ya kijamii kama Musabskilld. Karibu sana.